Pa, pa, pa, uko, Julio mambo vipi? Mambo vipi? Super kabisa. Pole. Sasa mimi nashukuru kwa sababu mimi mwana Simba na leo tumepoteza kusema kweli, imetuumiza. Watu wengi wanalalamika masuala na ya kiufundi. Nafikiri wana haki ya kulalamika, tunasema mchezo kuanzia kuanzia kikosi kilivyopangwa na ah, kutokana na matokeo, watu kila mtu anaweza akasema la kwake. Lakini ni sema mwalimu ndio alikuwa na wachezaji kwenye kiwanja cha mazoezi na mwalimu ndio anajua alikuwa anataka aingie na approach gani. Kiukweli tu kwamba leo Simba ilikuwa iko down toka wameanza mchezo mpaka wanamaliza, lakini vile vile kwenye lineup, mimi sitaki kujua mwalimu alikuwa anafundisha kitu gani, lakini watu wengi walikuwa wakilalamika kwamba amecheza bila mastrika, amekuja kumuingiza soa wakati nafasi ambazo zilikuwa zimetokea kipindi cha kwanza hazipo tena kwao amepoteza mchezo. Tuendelee kumpa nafasi, tuangalie kitu gani kitatokea katika mechi zilizobaki. Lakini hali ya kundi inazidi kuwa ngumu zaidi, maana jana Spanish, baada ya ku draw ilikuwa na nafasi kwa Simba. Uh, even though but uh, still Simba wana nafasi. Mimi nasema kwa sababu wamefungwa leo mechi hii, si kuna mechi zingine nyingi tu ambazo wanaweza wakarekebisha makosa ambayo yalikuwepo katika mchezo wa leo. Lakini all in all, mimi niseme mwalimu aweze kuangalia vizuri kwa tathmini wachezaji wake. Sijui shida gani ilikuwaepo. Simba walikuwa wako chini mno, yaani ukiangalia toka wameanza mpira Simba hawakuwa katika hali yao ya kawaida ambayo watu wengi wamezoea kuona. Nakushukuru.